Video yako inaweza, inaweza kuwa bora sana lakini thumbnail mbaya inaweza kuua kila kitu. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza thumbnail na titles zinazowafanya watu waboshe video yako kwa haraka zaidi. Okay, thumbnail bora inakuwaje? Thumbnail nzuri iwe wazi, hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili iwe na maandishi machache, maandishi yasizidi sana kwenye hiyo thumbnail yako. Kitu cha tatu ni ionyeshe hisia, mshangao na swali, matokeo. Yani, kila kitu uweke pale, ni kwa vitendo, lakini maneno yasiyo mengi sana. Vitu ambavyo vinaweza kusababisha kuua sasa hiyo thumbnail yako. Yani thumbnail ili iwe inayoonekana mbaya inakuwa na vitu gani? Inakuwa na maneno mengi, hiyo ni thumbnail mbaya, na picha isiyo, yani picha unakuta ndani hata na video ipo ndani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaua hiyo video yako. Title na thumbnail zifanyeje kazi pamoja? Title isieleze kila kitu yani, title inabidi, imuache, mtu ili msababishe huyo mtu ku, kutazama hiyo video yao. Thumbnail iongeze aupata mfano mzuri jinsi ilivyokaa alafu thumbnail yake unakuta imekaa imeandika hakuna ads yaani ukichukua thumbnail ukachukua na title, ina, inaweza ikamfanya mtu kuweza kuangalia hiyo video yako nini kimeandikwa humo ndani kitu kingine kinaitwa CTR ni nini CTR ni asilimia ya watu wanaobofya video yako baada ya kuiona CTR kubwa YouTube inasukuma video yako zaidi yani hii CTR inasababisha kwamba kama watu wa wana, wana, wana, ni kama rate tuseme rate ya watu ambao wanatazama video yako. Kama watu wanatazama sana video yako, video yako wanatazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho basi YouTube inawafanya waipeleke hiyo video yako kwa watu wengine, kwa sababu hiyo video yako inaonyesha kupendwa na watu wengi we. Thumbnail nzuri haipandishi views lakini thumbnail mbaya inashusha views. Kama umeweza kufika mpaka hapa, hakikisha ume subscribe kwenye channel hii ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Bye, bye, tukutane katika video zetu. Hii ni series, hii ni video ya nne. Tukutane katika video ya tano na ndio final kabisa.